Mwana mama kusoma Qurani akiwa yuko mwenyewe tu kichwa wazi, mwanamama akiwa kichwa wazi, kisheria anakuwa yupo wazi, yupo utupu. Tukisema taratibu lugha ipenezi penezi, yupo uchi. Akiwa na wanawake wenziwe pia yuko hivyo hivyo, lakini kuwa kwake peka yake ama na akina mama wenziwe sio haram, sio haramu na sio kichwa wazi, hata angekaa kifua wazi kama ambavyo mwanamume akavaa kabukta akakaa na wanamume wenzake, yupo utupu, lakini kukaa kwake utupu katika sura hii kwake sio haramu kwa sababu haram, yupo na wanamume wenzake. Akiingia mwanamke hapa, anakuwa anawachungulia watu waliokaa uchi yeye ndo anapata dhambi. Na ikiwa mwanamume kavaa hivyo akaenda kwa wanawake, anapata dhambi kwa sababu kakaa utupu. Na mwanamke vile vile, ukichungulia wewe unapata dhambi, unawachungulia wanawake. Na mwanamke akiwa hivyo akija kwa wanamume, anapata dhambi, kakaa utupu. si Kiswahili changu, tutakuwa umeelewa. Kwa hiyo anapokuwa peke yake au na wanawake wenzake, hata kama angekuwa amekaa kifua wazi, sio tatizo Piga stori sio tatizo, kusoma Qurani sio tatizo, kusoma hadithi, bali itakuwa tatizo kuswali.